Niki, una mtu <laughs> kati ya baba na mama unampenda nani zaidi? na msafi kabisa, mpenzi msikilizaji ambayo pia unatufuatilia hapo mtandaoni, ni Brand Juma kama kawaida, na leo tuko na msanii wetu labda atuambie anaitwa nani na anatokea wapi. Leo tuko ndani ya Tronix TV, stay tuned. Bwanze msanii unaitwa nani na unatokea wapi aswa? Mi kwa majina naitwa Nickytronix, nimetoka katika eneo la Imara Daima wa. Wow, wanasema anatoka katika eneo la Imara Daima hapa Nairobi, sio basi, tuambie msanii kwamba umezaliwa wapi? Alafu wewe unazaliwa wapi, amba sahizi wewe unako wapi? Wapia nakaakaa wapi hapa hivi Eh, nimezaliwa katika kaunti ya Machakos lakini nimelelewa katika kaunti ya Nairobi. Mi ni Bon town no, na bado naishi katika Nairobi, huku ndo nafanyia kazi zangu za usanii, nafanyia Nairobi bado. oh, shukran kabisa msanii wetu anasema kwamba yeye anazaliwa hapa Nairobi na pia ametoka me, hapa Nairobi. Je, tukwambie kwamba labda ukiwa high school ulipenda subject gani msanii wangu Tronix? safa Nikiwa high school nilipenda sana history, manake history nilikuwa naipata karibu yote, sababu history ni story, yani nilikuwa napenda kufuatilia mambo eh. Oh, nilipenda history na kidogo nilipenda Kiswahili. Oh okay. Kia nasema kwamba alipenda sana lugha la Kiswahili, alipenda sana Kiswahili hapa na pale. So tukwambie kwamba ni chakula gani ambacho wewe ukipika ambacho huwezi kosea? Unajua pale hapa hapa, siwezi kukosea bana, Tronix. Katika mapishi mimi si mzuri, lakini ni kuandaa pilau mimi mi najua kuandaa pilau ambayo ni tamu sana, ambayo pia ukikula utahisi ni mpishi ku... Swali ya kiundani kabisa ambayo naweza kuuliza, kwamba kati ya baba wakikwambia, uchague kati ya baba na mama, unampenda unampenda nani nani zaidi nani zaidi, ama uchague kati kati ya ya mama mama na baba. <laughs> baba na baba baba <laughs> nitapita, nasaidia mama, sababu mama ndiye anaejua kugro kwangu, yeye ndiye anaejua shida zangu, ye, ye ndo anaweza nielewa baba pengine waelewa ya mambo lakini lakini sasa, sijasema ni mbaya, lakini sasa baba pia naye amechangia kikubwa katika maisha yako. Unajua ndio jambo la mama sana, inaeleweka. Unajua, mimi maisha yangu mengi nimekaa sana na mama kuliko baba, nimekaa sana na mama. Mama yani mimi natambua mama, natambua okay. mama okay. Yeah, pia naona saa kweli ya bei gali hapa. Saa uli bai pesa ngapi ya saa yako hii? Isa niligiftiwa na rafiki yangu ali- alinunua kwa 20000. Msikilizaji wangu bwana, saa 20000 kidogo, hiyo 20 bwana. Okay, saa wakati mwingine baby, mambo yetu hawezi kuendea sawa, lakini inshallah pia sisi pia tutakuwa tunavaa vitu vya dhawabu vitu vya pesa nyingi anga. Okay ni kitu kwa tunafaa kukuuliza kwamba kuhusu kitu ambacho Wakenya wamekuwa wakiniuliza sana katika mtandaoni. Pia kuna mwanadada pale aliniuliza bana, wewe nikii una mtu <laughs> watu wako <laughs> <laughs> Si, ati watu wako. Wako. <laughs> <laughs> Takwambia wele uoge, wele uoge. Wele. Eh, lakini hiyo ni utani, but kusema ukweli. <laughs> Sasa hivi kuna focus. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> Ah. Eh <laughs> uh eh. <-huh. laughs> Tuseme tu na date eh, na date, mimi wajua, mi sitaki sah <laughs> mambo yakuwa na mpenzi bado sana. <laughs> Wajua ni maswali ya kindani sana, ni private pengine, hata siwezi penda ku-, unapenda kukaa kama ni maisha ya mapenzi relationships, labda niseme after a while hivi ndio naweza kuwa naongelea mambo kuhusu mapenzi, lakini si saa hivi. Okay, shwari kabisa. Alafu sasa mkutano um, wetu umefikia pale ambapo ni kikomo ambapo pia naambiwa na director wangu kwa taarifa za habari ambapo zitakuwa zinakujia hapo hivi punde, alafu tutaweza kumuliza swali mbili tatu ambapo umebakia, alafu pia tutaonana siku ingine inshallah. Lakini kiswali ambapo mimi nitaka kumuliza tutampata pata vipi? Maanake Wakenya watandaoni pia wamependa sauti yake, kuna wanadada pale wamependa sauti yake, maybe angependa kuwauliza, maybe angependa kuzungumza naye kupitia mtandao manake najua hapa hivi uwezi ukapeana namba, maana inaweza pita nayo mtu anaweza yeah, yeah. Namba nao no, siwezi peana. Lakini ukiingia kwa mtandao, labda kuna wasanii ambao wanataka kuja katika studio yangu wanaweza nitafuta kwa Nikitronics, kila pahali, social media Nikitronics, waje tuongee kuhusu project za usanii na usanii. Mimi nasaidia sana vijana wenye talent sana ambao wajiwezi kihela, nawasaidia kutoa muziki zao na mswafi kabisa, ambapo pia umemfuatilia umemsikia, amesema kwamba unaweza kumfuata kama Nicktronix, na pia ana studio yake, ambapo pia ukitaka kurekodi ngoma unaweza ukamtafuta pale, alafu mkaongea nini, mkafanya wantu, mkatengeneza kitu kali kabisa. Kwa majina anaitwa Brand Juma, na tupatane next time.